U hali gani, mtazamaji wa Gift Online TV? Katika tukio la kihistoria na la kipekee, viongozi wa mila ya jamii ya Kimaasai wilaya ya Longido wamemsimika rasmi mkuu wa mkoa wa Arusha, Mheshimiwa Paul Christian Makonda, kuwa Laigwanani wa mila za Kimaasai. Hafla hiyo imefanyika wakati Mheshimiwa Makonda alipokuwa akitembelea eneo la Sinya kushuhudia utiaji saini wa mkataba wa uchimbaji wa visima vya maji kupitia Mamlaka ya Maji Safi wa Mazingira Jiji la Arusha AUWSA. Akizungumza katika tukio hilo, Mheshimiwa Makonda aeleza kuwa heshima hiyo aliyotunukiwa ni ya kipekee na inampa moyo wa kuendelea kushirikiana kwa karibu na jamii ya Kimaasai katika shughuli za kimaendeleo. Kwa upande wao, viongozi wa kimila walieleza kuwa wametambua juhudi za mkuu huyo wa mkoa wa Arusha katika kusukuma maendeleo ya wananchi hasa katika sekta ya maji safi na usafi wa mazingira. Katika hatua ya kukabiliana na changamoto ya upatikanaji wa maji, imefanya utafiti wa kitaalam na kubaini kuwa eneo bora la uchimbaji wa kisima kirefu ni katikati kijiji cha Ildonyo kata ya Sinya. Visima hivyo ni sehemu ya mradi mkubwa wa kuboresha huduma ya maji safi na usafi wa mazingira kwa jiji la Arusha na maeneo ya jirani. Mradi huu unatarajiwa kuongeza upatikanaji wa maji kwa maelfu ya wakazi wa mkoa wa Arusha, ambao kwa muda mrefu wamekuwa wakikumbwa na uhaba na huduma hiyo muhimu. Alisema Mheshimiwa Makonda, nimepokea heshima hii kwa unyenyekevu mkubwa. Hili ni deni kwangu kuhakikisha kuwa jamii hii inapata maendeleo ya kweli, hasa katika sekta ya maji, afya na elimu. AUWSA inaendelea kushirikiana na viongozi wa jamii na wadau mbalimbali kuhakikisha kuwa huduma za msingi zinawafikia wananchi kwa wakati na kwa ubora unaotakiwa. Mimi ni Esther Mamkwe na hii ni Gift Online TV.